mechi zote, hakuna ambayo sisi tunasema tunabebwa au kusema kwamba tunaelekea watu ambao wacheze. Mechi zote zetu ni tafu kama livyoona leo. Leo ilikuwa ni jasho na dadamu, dakika za mwisho mimi nikasema ah. Mwalimu labda aongeze na beki mwingine ili goli karudi. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu kweli kweli ndugu zangu. Leo tumepata point 3 ambazo sio za masiara, tumepata point 3 zile zenyewe, Simba leo ndo kapata point 3 zile zenyewe ambazo amecheza na stahili kupata point 3. Yeah. Na nyota ambaye ameingia ni shadogo na amefanya vizuri na amewasumbua sana leo. Sio yetu. Hata ule Mkenya, yeah. Yani timu nzima i kwa jumla. Wewe unaona makosa aliyofanya Kamara mwenzake kidogo aitukarimu kwa sababu ni... yeah ni wale jamaa wanajua kupresi, wanapresi. Kama wewe timu yako au beki yako ni mama, wanakuja wana skor, inakuwa goli. Kwa hiyo leo kilichofanyika ni kwamba hakuna mpira uko na zagaa mipira yote ilikuwa nahamishwa ili tuweze kupata point tatu kwa sababu siku ya leo muhimu ilikuwa ni point tatu, na Simba imepata point tatu siku ya leo ya yeah. Chigaji kwa namna ambavyo umekiona kikosi cha Simba osingide, wa, wao, nye, kwa ushindano ambao Singida Black Stars wameotoa, sababu wao wenyewe wanachoamini kwamba mchezo wa pili mchezo wa nusu finali ni kwamba wao wanaweza kwenda kupata matokeo kwao. Hata ile mechi ya pili sio nyepesi ile inachojua no. Jumamosi tena tujipange tena, kwa sababu tumetoka kwenye jua, tumetoka kwenye finali A, tumetolewa hii ya leo kwa finali B Mpira leo umepigwa, nyinyi msiangalia hivyo, wale jamaa wako vizuri. Hata hiyo mechi ya Jumamosi tena tujipange tena, sio kazi ya nyepesi, tujipange na mwalimu aje na plani mpya ya kusababisha tushinde mapema, lakini ni mechi ambazo za Singida ni ngumu sana kwetu, maana sisi tunaikuwa fulu tofauti na Yanga. Yanga ikifikia, unaambiwa hawa wanaumwa, hawa wana uzuru, hawa si wanapanda, tuangalia, lakini Simba anaikuwa fulu mkana, leo tumekuwa fulu na Simba kapata matokeo siku hiyo leo si? Eh, Mkwara anazidi kuonyesha kile ambacho ulimsajili nacho, ameendelea kufanya vizuri. Tupe tathmini yako kwa namna ambavyo umemtazama ukiongezea pia Joshua Budo Mutale ambaye pia naye ameendelea nayeameendelea kuwa bora kwenye mechi za mwisho wa ligi sio? So, so, yeye tu wazee, mm, karibu wote. Mtu ambaye ndio uanadilenona ni Ateba. Wachezaji wote sasa, nani wanarudi kwenye viwango? Hata huyu huyu budo, sio anaitwa budo. Dakika za mwisho, dakika za jioni kabisa, ndio nataka kutuaminisha kwamba yeye ni mzuri. Sasa hii sasa hii ni shida, mwalimu amempa wakati mgumu sana dakika za mwishoni, kusema kwamba unambakisha mtu kama yule ni kazi kubwa. Pili, owa, pili owa. Huyu bwana kutoka Uganda, anachoonyesha ndio kile ambacho tunataka kumsajili. Ni mtu ambaye ni msimu wake wa kwanza Tukiendelea msimu wa pili atafanya vizuri zaidi. Steka ni bonga la steka. Mko na bonga la steka. Hata Budo na Eka Rudi tunategemea watu kama hata achwa na Simba sababu mwalimu ana plani zake. Ninyi mnaanza kumuona hivi mwalimu akina kamaona yeye si kama unavyoona aua. Aua wapenzi wa Simba kama amuelewe lakini mwalimu anamuelewa kweli kweli. Paka dakika za mwisho tunapiga kelele. Mimi aua kwa ujumla mimi aua mimi simuelewagi. Lakini eh, mimi simuelewagi lakini ndio hivyo. Kuna sana anaibeba timu lakini mimi siyo kumuelewa kwa ujumla. Aua. Kama leo umemuona kachoka kweli kweli. Mwalimu bado anataka aendelee. Mpaka dakika za mwisho, wapenzi unamwambia mwalimu mtoe, ndo akaja kumtoa. Kwa hiyo mwalimu naye ana ya na mapenzi yake, kwa hiyo unaweza kuona kwamba huyu mtu astahili, lakini mwalimu anaona kwamba akiwepo Jan Chaze au anambeba katika timu yake Kwayo, mwkwala, ambacho, ambacho. Kwa hiyo Mukwala anachoonyesha ndo kila kitu ambacho Simba akihitaji, ambacho walimuita yeye kwa msajili, hata budo budo yule tuliyemta tuliyemuona kipindi kile ndo tunamuona hizi mechi tatu za mwisho hizi. Kwa hiyo mtani anaogopa nini sasa, kwako kwa sasa hivi, kwa jinsi ambavyo unakiona kikosi chake <coughs> Yanga kuna vitu anaogopa, vitu viwili, nyewe mjajua, kwanza kabisa kabisa ubora wa Simba alionao Yanga makao hataki kudhalilika, ujue anataka baki na rekodi yake ile ile, kwamba kamfunga mtani mara nne na tarehe 15 timu apeleki. Nisikize maana apeleki huyu, tutakutana labda si ADB, na kishukuru tukishinda, tutakutana naye finali. Lakini swala ni BC, Yanga apeleki timu? Mimi nawajua Yanga washasema hivyo, wamesema timu haitaenda. Kinachotokea hapo ni kwamba Yanga tajaga point 3, Simba atakuwa bingwa na bingwa ni BC, mwa kauni Simba Ndiotokea like, amegeuza kuwa wiki hii ni wiki ya masimango. Na fikiri umetazama na umeona namna ambavyo wanasherehekea namna ambavyo RS Balkane wameweza kuwanyang'anya kuwa, kuwa ama kuchukua kuwa kombe la shirikisho barani Afrika, pengine hii ambayo tukio ambalo limetokea, huoni ndio linatia linawatia nyia hasira kuelekea kwenye mchezo wenu wa Singida Black Stars kuitaka fainali ya kombe la shirikisho hapa ya Azam Federation? Ya upinzani lazima uwepo bila upinzani bila kukutaniana, huo sio mpira. Ile kununua jezi kufanya nini, wanawakasirisheni ninyi ili mfanye vizuri zaidi hii ni, hii ni vitu vya kawaida hata, hata ukienda Morocco kule Raja Casablanca Wydad ni hivi hivi tu. Umeona hii sehemu zote hii ni kawaida. Kwa hiyo mtu wa Yanga anavofanya mimi wala mi simkatai, mi nitamkataa tu mtu mle, mtu ambaye yeye anavaa jezi ya Simba alafu yeye anakuja kutokana na Simba. Huyu mimi ndo namuona kama huyu hafai. Dan, Ndani ya wiki mbili mlikuwa na mashindano matatu, mnagombea kwenye finali ya kombe la shirikisho, ligi kuu ya NBC. Mimi naona makombe yote tunabeba, kama hili si Yanga haji. Mimi na uhakika, Yanga si Yanga, hatuji atu, ng'oo. Yanga haji ng'oo. Yanga isha sema haji, mimi namwamini Yanga, namwamini haji, ng'oo. Hilo kwanza tunalo, la kwanza, si tuangaikie, si adibi ile la kwanza ile. Yanga wezi kuja, mimi na waji wezi kuja.